fitna zenu zimewapeleka kwa Amani ili wao watoke mapema, wasifike fainali. Kwanza, kufika fainali kwao, hiyo ni ta... uzikani, non, no, hiyo no, itakuwa ni kudra za Mwenyezi Mungu kiwalisia wanavyocheza, na wao hawana nafasi ya kwenda fainali. Hiyo la kwanza, lakini la pili, nyie waandishi ndio mmewadanganya mtumishi wa serikali wa meneja uwanja Benjamin Mkapa, mkachukua vyombo vyenu mkaenda pale mkaita wazee meneja anasimamia pale ule uwanja takribani bilioni thelathini na mbili akasema, huu uwanja ni mali ya serikali, ni mali ya maskini wa Tanzania wa nchi hii, naomba huu uwanja ni utunze. Nyewe mkasema, meneja kaa pembeni, wakapewa wale wazee na wale wengine, ile uwanja ukageuka uka shamba la bibi, ukaunga shamba la mpunga, wakalima kila sehemu, mvua kidogo uwanja utamaniki unaonekana tabiani 3b za serikali zikuwa zinama, kumbe kuna watu walipewa uwanja wakageuza shamba la mpunga wakalima. Leo serikali tena inafungia uwanja natumia fedha nyingine kwa ukarabati. Ndio maana nikasema meneja wa uwanja wa New Amaan akileta masiara kama Benjamin Mkapa, akasema uwanja tuwape watu wakilima kama Benjamin Mkapa, maana yake wanamwaribu taswira ya mzee dokta Mwinyi, rais wa Zanzibar. Lakini tafsiri ya meneja yeye, yeah, ndo anafahamu lakini mwalimu, mm, unajua unavuruga watu, unataka kuniambia uwanja wa Mkapa uliharibika na mvua au kuna watu waliuharibu? Che, kwani siapabata na Yanga mvua ikunyesha uliharibika? Si meneja alisimamia hata ile goli mbili moja ile ile na ile mbili moja ambayo tunamfunga, mvua ikunyesha, ilinyesha, si ndio uwanja uwanja uliharibika? Huyo mtumishi wa Mungu huyo e, e, mweke pembeni waun... kuna vijeba so hata e, vijeba vichache e, vikaamua kupiga vikelele e, vikachukua uwanja vikaenda kuli, kulima. Ndio tafsiri ya Kalaka. Usimweke mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu katika haya mambo ya kwenda uwanja kusema eti uwanja tumiliki sisi tulinde uwanja eti tufanye nini? Hao ni watu wachache ambao hawazidi hata 30 katika nchi hii hata kodi zao, mimi naona mikodi zao hazina nguvu kiasi hicho, lakini wameharibu uwanja, bilioni thelathini na mbili zimepotea, serikali wamefunga uwanja, wamesema wanajiandaa na chani. Je, wakija kukagua watu wa chani na Afcon wakisema huu uwanja bana aukizi au, kosa la nani? Kwa hiyo haujajibu swali. Watu wakafu wakaja wakasema kulingana tumwa time frame huu uwanja msimamie mm. Lakini uwanja umegeuka kuwa ni shamba shamba la mpunga mm. Linakuwa kosa la nani? Kosa la taifa? Hauwezi kusema kosa la taifa, unapuza wachache malima pale. Kuna meneja ambayo tumempa mshahara mkamwondoa. Kwa hiyo maneno yako haya yote yamwende meneja wa amani, awe mwangalifu, mwangarifu, aangalie. Anakutazama hapa na mimi, mwambie meneja, kwa sababu kuna mashindano makubwa yanakuja, mashindano ya kombe la Muungano muungano mm. ni kombe kubwa kuliko kombe, narudia, kombe kubwa kuliko kombe la shirikisho. Sababu shirikisho ndo timu kama kina standi hawa, ndo nafasi yao kwenda kushiriki kule mm. unaelewa? Yani kombe la muungano ni kubwa kuliko kombe la shirikisho. Wakina big man wakipata nafasi, wakienda mbele mm. kufanyaje? Ndo wanaweza kufanyaje? wangeweza kwenda kwa mashindano ya shirikisho kwa wasiharibu taswira ya kombe la muungano, kombe kubwa mm. uwanja usiharibike, watu waje kupata burudani mm. ya kumwona Stefan Aski mm. pa kombe zuzua hao ah, wanatoa burudani mm. uwanja natakiwa uwe vizuri mm. uwanja wakiharibu, maana yake wamemharibia rais wa Zanzibar, na mimi siamini kama meneja wa uwanja ni Omani watamfanyia kama Benjamin Mkapa, lakini taarifa zilizokuwepo kwamba washatinga Zanzibar e, mechi Jumapili wako Zanzibar sasa hivi unawaambia nini? Kwanza ukitafutia matokeo yote ya Zanzibar akiwa, akiwa Zanzibar, mkajiuliza matokeo yao Saipigwa so, <laughs> namna ndege pale, timu inafungwa namna ndege ikamzia stanbuch, kweli ni serious?